Na hii si katika matendo mazuri ya ayuhalmuslimun, na katika matendo au katika maqsad khalqi linsani. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kwanza ili amwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atende na atende matendo mazuri aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyoamrishwa katika Qur'ani na Sunna, na vile vile manabii kabla ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wote wameamrishwa katika matendo mazuri, na al-maqsad al-thalith

ni kufanya subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamka alfajr ni subra, kwa sababu usingizi mzito, wakati mwingine kuna baridi, lakini unahitaji subra. Kwa hiyo kufanya ibada kunahitaji subra. Kutoa sadaka, kutoa zaka, kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutolea maskini, kulisha maskini, kuwanunulia dawa wagonjwa, kusaidia wagonjwa hospitalini, kusaidia mayatima kunahitaji subra, kwa sababu unatoa nafsi yako, unatoa mali zako. Aina ya pili ya subra asabru an ma'siyati llah, kufanya subra kwa kuacha maasi. Ukiacha pombe, kwa sababu pombe ni haramu katika Uislamu, unahitaji subra kwa sababu kuna wengine hawawezi. Lakini unahitaji subra kuacha zina, unahitaji subra kuacha wizi. Una njaa na mali unaiona mbele yako, itaikali kuiba, unahitaji subra. Una njaa, unahitaji subra kutapeli, kufanya dhulma, kufanya wizi kunahitaji subra, ndugu zangu. Kwa hiyo maisha ni subra. Na aina ya tatu ya subra, assabru ala aqdari llahi mulima, kufanya subra katika makadirio yanayotukadiria Allah ambayo yanaumiza. Umepata ugonjwa ambao unakusumbua katika maisha yako lazima ufanye subra. Usipofanya subra, utaenda kwa waganga, utapiga ramli, utaambiwa mamaako ndio anakuroga, babako anakuroga. Unarudi unaamini babako anakuroga, unafanya uhasama na babaako, mnagombana, unamtukana mamaako, mnagombana, labuda mina sabra. Lazima uwe na subra. Ukipata msiba, subra. Biashara zako zinayumba, subra. Usianze kudhania fulani amekupiga kijicho, fulani amekuroga. Usifanye hivyo, inahitaji subra inahitaji sabru, ayuha almuslim. Lakini jambo la nne katika maqasid, katika maksad ya kumu mwanadamu, annasiha, hunasihi, na nasaha za kwanza uzifanye kwa familia yako, mkeo, watoto wako wanasihi na nasaha hapa maanake ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Ukiona mkiwa anafanya jambo baya, mkatazi na mwamrishe jema. Watoto wako wanafanya maovu, wakatazi, waamrishe mema. Huku ndiko kujenga jamii ambayo itatutolea watu ambao watakuwa na dhamana nzuri, itatutolea viongozi wazuri, itatutolea wanasiasa wazuri, itatutolea wanadiplomasia wazuri, itatutolea wanajeshi wazuri, itatutolea polisi wazuri, itatutolea jamii ambayo inaheshimiana, jamii ambayo itakuwa haina wizi, jamii ambayo haina utapeli, jamii ambayo haina kutukanana na kushambuliana, maneno ya batu na maneno ya uongo. Jamii ambayo inailinda yenyewe haihitaji lindwe. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe viongozi wetu katika kheri na taa, awafikishe viongozi wetu katika yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu